Zaidi na kitu kusongamana, ni kwamba bunduki moja zaidi aina AK47 ikiwa na risasi tatu imesalimishwa na wazee wa jamii ya Orma kwa kamati ya usalama ya kaunti ndogo ya Bangale kaunti ya Tana River. Hatua hii imejiri kwa kuzingatia makataa ya siku 60 ya kurejesha kwa silaha haramu zilizoko mikononi uh, mwa jamii zinazoishi kaunti hiyo, na bunduki hiyo ni ya kumi na mbili ambazo zimerejeshwa pamoja na risasi 23 kufikia sasa na jamii za Orma na ni mzuri warutishe mapema kwa sababu ikifika hiyo siku 60 ikiisha, uh, haijalishi wewe nani kwa sababu uh, kumiliki silaha haramu haikupaliki uh, kwa serikali. Kufikia sasa, uh, tumezipokea uh, jumla ya bunduki kumi na mbili. Uh, hivi leo tumeipokea bunduki aina ya AK47 ikiwa na risasi eh, tatu. Hii punduki eh, tumeiangalia eh, bado inafanya kazi, lakini nambari ya usajili haionekani. Tutagangana kama kuna vitu pengine vimebaki, tutatafuta lakini tumeshukuru kwa government, tupatiwe eh, usalama ya uhakika kwa sababu bado tunaogopa, kuna uchuki inaendelea pale tula na pale mbele. Serikali yanijua, muda inaendelea kuenda, imebaki kama mwezi mmoja kwa sababu watu wetu ni wafugaji na watu wa kuhamahama na hakuna mvua, tunaomba hata serikali iongeze hiyo amnesty, kwa sababu kutafuta watu kupata ni kazi, kwa sababu ya kuhamahama na kuishi mbalimbali. Nae waziri wa